Kwa muda mrefu miongoni mwa magereza ambayo yalikuwa yalikuwa gumzo kweli kweli ikitajwa tu basi ni gereza la Guantanamo Bay. Lakini wengi wa hivi karibuni hawajaesikia stori kuhusu gereza hili la Guantanamo Bay ni lipi, liko wapi na kwa nini lilijengwa? Basi leo nikwambie kidogo kuhusu Guantanamo Bay. Ni gereza la kijeshi ambalo linamilikiwa na jeshi la Marekani na likiwa kando tu kidogo ya kituo cha nava ama cha wanamaji ya Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba. Jina maarufu la kifupi la gereza hili basi ni Guantanamo ama Gitmo. Eneo hili limekuwa kichwa cha mjadala mkubwa kimataifa kwa zaidi ya miongo miwili sasa, kutokana na jinsi limekuwa likitumika kuwafunga washukiwa ugaidi, wengi wao bila kushtakiwa ama mashtaka rasmi au kesi za mahakamani, na madai ya ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu katika gereza hilo. Hata hivyo, serikali ya Marekani ilianzisha gereza hili kama sehemu ya shughuli za kivita dhidi ya ugaidi baada ya shambulio la Septemba 11, yani ile Septemba 11 mwaka 2001, na tangu wakati huo limekuwa ni ishara ya sera ya kijeshi na usalama wa Marekani inayopigana na mashambulizi ya kigaidi. Guantanamo Bay si gereza la kawaida la raia, ni kituo cha kizuizi cha kijeshi ambacho kinatumiwa na jeshi la Marekani kushikilia watu wanaoshutumiwa kwa ugaidi na uhusiano na ugaidi, mara nyingi kama wapiganaji ama maadui, bila kufikishwa mbele ya mahakama ya kiraia huwa wanapelekwa hapa iwapo serikali ya marekani inahofia kwamba hawa ni hatari zaidi na lilifunguliwa rasmi mnamo januari kumi na moja mwaka elfu mbili na mbili chini ya utawala wa rais wa 43 George George W. Bush gereza hili lilipangwa kushikilia watu waliokamatwa duniani kote wakati wa operesheni za vita dhidi ya ugaidi iliyoanzishwa baada ya mashambulio hayo ya septemba 11 maamuzi ya kuwa wafungwa hawa wanatakiwa kufikishwa hapo yalitokana na sera ya kutopewa haki za kawaida za mahakama kwa mujibu wa utaratibu maalumu wa kijeshi. Kwa miaka ya mwanzo wafungwa wengi walikuwa wamepelekwa kwenye maeneo mengine kama maeneo ya Afghanistan ya maeneo mengi ambayo yalikuwa wanadhibitiwa na makundi ya kigaidi, lakini gereza hili liliundwa kuwa na vitengo mbalimbali vinavyofanya kazi chini ya ulinzi mkali, ikiwa ni pamoja na kempu maarufu iliyojulikana kama kempu X-ray ambayo ilifanya kazi ya kupambana na wahamiaji haramu pia wa Amerika Kusini na Karibia, yani waliokuwa na hama wakiwa wanataka kuelekea Marekani wakipitia Mexico. Kambi nyingine kama Camp Delta, Camp 7 ama Camp Platinum na nyinginezo nyingi, lakini hizi camp tatu ndo ambazo zilikuwa maarufu ambazo zilikuwa ziko zimeizunguka hii hapa Guantanamo Bay, kila moja wapo katika hizi camp ikiwa na kazi maalum za ulinzi, uwekaji vibali ama adhabu. Camp X-ray ilitumika kama kituo cha haraka kwa mapema zaidi mwaka 2002 kabla ya wafungwa kuhamishwa kwenda vitengo vingine vya kudumu zaidi. Kulingana na takwimu za wizara ya ulinzi ya Marekani, wakati wa kilele cha kecha mwaka 2003 inaeleza kwamba Guantanamo kulikuwa na karibu wafungwa 680 hadi 800, wakishikiliwa hapo kwa wakati mmoja. Hii ilifanya iwe mojawapo ya vituo vikubwa zaidi vya washukiwa wa ugaidi duniani. Hata hivyo, kutokana na shinikizo la kimataifa na juhudi za kuifunga gereza hili, idadi ya wafungwa imezidi kupungua kila uchao, baada ya kelele nyingi za kimataifa, ambapo kwa kasi ya waji kwa miongo kadhaa iliyopita, inasemekana mpaka hivi sasa wafungwa wamezidi kupungua, ambapo hivi karibuni serikali ya Marekani ilitangaza kwamba wafungwa wengine kumi na moja walihamishwa kwenda katika magereza mengine ikiwepo Omani, na kufikia idadi ya wafungwa waliobaki mpaka sasa kuwa ni kumi na tano pekee, kiwango cha chini zaidi tangu lilipoanzishwa gereza hili la Guantanamo Bay. Wengi wa walioachiliwa hawakuwa wamefikishwa mbele ya mahakama au kuchunguzwa kesi zao kwa njia ya haki ya kimahakama ama kisheria. Hata hivyo, Guantanamo Bay imehusishwa na matukio mengi yenye utata yaliyovutia hisia kali sana ndani na nje ya Marekani. Miongoni mwazo ni pamoja na utekelezaji wa sera za uchunguzi mkali, yani enhanced inter-, yani enhanced interrogation. Katika miaka ya mwanzo ya uendeshaji, baadhi ya mbinu za uchunguzi zilizojulikana kama enhanced interrogation technique zilitumika, ambazo mashirika ya haki za binadamu na mataifa mengine yalisema zilikuwa ni mateso badala ya uchunguzi wa haki wenye kufata haki na sheria. Mbinu hizi ziliripotiwa kuwa ni pamoja na kuwekwa katika hali za aibu, kuzuiwa kulala kwa wakati, lakini wakati mwingine kulala kwenye maji na mambo mengine mengi ambayo yalikuwa sehemu ya adhabu kali zaidi kwa watu waliokuwa katika eneo hilo, hususan waliokuwa wanatakiwa adhabu kali. Hata hivyo, malalamiko ya haki za binadamu na shinikizo la kimataifa, kama Amnesty International na wajumbe wa Umoja wa Mataifa, wamekuwa wakilalamikia kwa miongo kadhaa kwamba Guantanamo Bay ni mfano wa kiukaji halisi wa haki za binadamu ikiwemo kutunzwa bila mashtaka yaani, kushikiliwa hapo bila kushtakiwa, lakini hata hivyo kuto kuwepo kwa kesi za haki na mateso mengine kwa baadhi ya wafungwa, jambo ambalo limeonekana kuwa chanzo cha doa kwa sifa za Marekani duniani. Kingineko ni mara nyingi watu waliokuwepo hapo walikuwa wanagoma kula, lakini ilikuwa ni lazima ule ili uendelee kuishi. Baadhi ya wafungwa waliwekwa katika mikakati ya hunger strike kama njia ya kutetea haki zao za kupinga masharti ya kuwekwa kizuizini bila utaratibu na hatimaye walilazimishwa kula kwa nguvu, yani force feeding, iwe utakula isiwe utakula kupitia bomba la kuvaa chakula, jambo ambalo Umoja wa Mataifa na chama cha madaktari kimetaja kama aina ya mateso. Gereza la Guantanamo limekuwa chimbuko la ripoti nyingi za mateso, ikiwemo ushuhuda wa ripoti za wafungwa waliotumia miaka mingi kuwepo katika eneo hilo, wakieleza kwamba uchungu walioupata ni mkubwa. Wameeleza kwa mifano jinsi walivyofanyiwa mashinikizo kutopewa usingizi na kuhamishwa mara kwa mara kutoka kempu moja kwenda kempu nyingine, yaani inayoitwa frequent flyer program, hatua ambazo kwa muda ziliondolewa rasmi lakini ziliripotiwa kurejeshwa baadaye. Utawala wa rais wa Republican George w Bush ulisisitiza kwamba hakulazimika kutoa ulinzi wa msingi wa kikatiba kwa wafungwa wa Guantanamo Bay kwa kuwa kambi hiyo ilikuwa nje ya eneo la Marekani, yani Cuba. Wala hakuhitajika kufuata mikataba ya kimataifa yani Geneva kuhusu jinsi wafungwa wa vita na raia watakavyotendewa wakati wa vita, kwani mikataba hiyo haikuhusu kabisa wapiganaji wa adui ama kinyume cha sheria. Stori nyingi zilizohusu zilizohusu Guantanamo Bay zilianza kusikika, kusikitisha lakini hata hivyo gereza hili imekuwa ni moja kati ya magereza hatari zaidi likitajwa popote pale duniani Marekani ulikuwa ukiwashinda wanakupeleka Guantanamo ambako mdogo mdogo hu utaenda kunyooshwa hutolala kwa muda mrefu kama utalala basi utalala kwenye maji wakiamua kukushindisha na njaa ni juu yako lakini ukiamua kugoma kula bado utakula kwa lazima miongoni mwa magereza ambayo mpaka hivi leo tunapozungumza ni magereza hatari zaidi licha kwamba inasemekana wamebaki wafungwa wachache bado ni Guantanamo Bay ambalo kila mfungwa aliyefika pale aliporudi kwake hakutamani kufanya kosa lolote, kwani alidhani huenda akarudishwa pale. Je, umewaisikia hili kutoka Guantanamo Bay? Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.